Wachezaji wa Simba wanapewa ujumbe hapa wa kwamba tunachokitaka ni hiki, yani mashabiki eh, wanawaonyesha wachezaji leo, si mashabiki ni wanacheza je? Hakika yeah, misimu takriban mitatu Simba hajapata matokeo mazuri ya ushindi mbele ya Yanga. Kwa hiyo nadhani ile furaha ya mashabiki ambayo leo hii kama watapata ushindi wa matokeo mazuri watakavyokuwa wanaonyesha hasa kwenye mitandao, unajua sasa hivi mitandao kidogo imerahisisha mm. unaweza kuona furaha uh, ya shabiki kutoka Kigoma kutoka Mbeya, namna ambavyo wanafili ushindi. Kwa hiyo inawezekana matokeo ya leo, namna ambavyo mashabiki watapokea kwa Simba, itawapa deni kwa mashabiki kwamba kuna muda tunahitaji kuweza kupambana zaidi, ili mashabiki wafurahi zaidi kupata uh, ushindi mbele ya Yanga hasa kwenye ligi. Tupate zile alama kwa mtani. Hii Inawezekana pia ikawa uh, ni, ni miongoni mwa vitu ambavyo vitaendelea kuandika deni kwa, uh, kwa wachezaji wa Simba kuamini kwamba wanahitaji kuweza kushinda mbele ya Yanga. Wanahitaji kuweza kupata alama mbele ya Yanga kwa sababu misimu takriban minne kuto kupata uh, matokeo ya ushindi mbele ya Yanga kidogo imewafanya mashabiki wa Simba wasiwe na uwanda mrefu wa kuelezea pale ambapo wanakutana na shabiki wa Yanga kwa sababu akitaka kuzungumza kitu chochote shabiki wa Yanga anakuambia mimi nimekufunga mara ngapi? Kwa hiyo shabiki wa Simba anakuwa hana kingine cha kuzungumza sana mm. hasa pale inapofika swala la utani wa shabiki wa Simba wa Yanga. Kwa hiyo inawezekana leo hii mashabiki wa Simba watapata kile cha kuzungumza. takriban wiki nzima watakuwa wanaeleza kama tulikutana, tuliwapiga ninyi. Sasa e, timu yenu kubwa yn yani, uh, Yanga tutaisubiri kwenye mzunguko ambao tutakutana kwenye ligi, tutakuja kukifanya kama hiki ambacho tumekifanya. na kama maandalizi yanaweza kuwa bora zaidi, tunaweza tukashuhudia eh kwamba matokeo yakawa tofauti na yale ambayo Yanga wamewapata kwenye mechi zilizopita. Inawezekana hii pia ikawapa faraja mm. Uh, mashabiki wa Simba na ikawafanya sasa mashabiki wa Yanga washindwe kuzungumza kwa sababu kila watakapokuwa wanazungumza, mashabiki na Ahmed Ali walikuwa wanataka kuwapa picha wale wadau wa soka kwamba kwenye hawa mashabiki kuna uwezekano pia wa kutengeneza biashara zenu, kwa sababu kama umezungumza hapo ishi ya jezi jezi wamevaa ambazo hazina sponsor, lakini pia ukitazama uwanja namna ambavyo umejaa, yani hakuna sehemu ya kukaa. Ina maana kama kutakuwa na matukio kama haya ya mara kwa mara, kuna baadhi ya watu ambao wanaweza kuwa wanayaandaa na wanapata, wanapata nafasi ya kutengeneza biashara zao lakini pia kama, kama timu mbili hmm, Yanga pamoja na, na Simba, kuna uwezekano pia wa kutumia mechi kama hizi za mashabiki kwa mashabiki, kuna nili kuwasajili kama wanachama wa timu zao, kwa sababu kama kuna mda ambao wao kama wao ukitengeneza mechi wanajaa kama hivi, kama watafanya tua hizi kwa mikoa, kila mkoa, na naamini kwamba inawezekana. Sasa hivi kuna baadhi ya mikoa ambayo inatamani pia hili tukio lifanyike, kwa sababu imefanyika Dar es Salaam peke yake watatamani wa Mbeya pia walifanya, watatamani uh, wa Morogoro walifanya, Arusha walifanya tukio kama hili. Sasa kama watatumia hii nafasi kuafikia wale wadau ambao bado wanatamani kuwa karibu na timu yao, lakini hawajapata muda wa kwenda kujisajili labda, uh, kufanya wawe karibu zaidi mm -hmm. na timu yao, inawezekana nikawa miongoni mwa vitu ambavyo wakatumia kama nafasi sasa ya kuunganisha mashabiki pamoja na, na, na timu zao. Ni idea nzuri, idea ambayo imeanza kuleta sasa ile maana halisi ya kwamba utani wa Simba na Yanga kwenye ile furaha ambayo huwa wanaitengeneza kwenye timu zao, si kwenye timu tu, lakini pia hata kwa mashabiki, kwa sababu kama mtu ametoka kwake, achilia mbali issue ya kuwa na kiingilio, lakini mtu kama anatenga muda wake wa kuja kumuona mchezaji ambaye hajui anachezaji, ina maana hiki ni kitu pia cha kusifia, kwamba kuna utani ambao wameshautengeneza wa Simba na Yanga ambao pia unahusisha familia kwamba huu ni mpira ambao ni burudani ya mchezaji a, ya, ya shabiki fulani na shabiki fulani kutana kwa pamoja ili waweze kuburudika. Kwa hiyo ni idea nzuri ambayo <clears throat> ninaamini kwamba kama wataendelea kuifanya, kuna baadhi ya matunda mazuri ambayo nayaona kutokana na hili ambalo wameliandaa alikame pamoja na, na Ahmed Ali haya.